Ni kuhakikisha tu tunaweka msukumo mkubwa kwa maendeleo ya wananchi. Tunazo kero nyingi kutoka kwenye maeneo yetu, kata zetu, kata ya Kibada, Kigamboni, Mjimwema, Vijibweni, Tungi, Kimbiji, Somangira, Kisarawe na Pemba Mnazi. Tuna upungufu sana wa mabarabara na hii ni kero kubwa sana, na mimi niseme tu tutakaa na TARURA kuona namna ya kutatua hizi skelo, na kwa kuwa mii ni meya, ni maana yake naingia kwenye bodi ya barabara ya mkoa. Hii nayo italeta fursa, kuhakikisha ninapigania kwa nguvu zote kuhakikisha tunapata huduma za barabara zinazostahili kiwango. Kwa hiyo niombe tu kwamba wananchi tuweke ushirikiano, na popote penye mapungufu, wananchi wa Kigamboni Tuambieni viongozi sisi, mnatuchagua ili tuwawakilishe, na pengine tuwe na ushahidi wa kutosha, kwa sababu kunakuwa na mambo yanafanyika, halafu tunakosa udhibiti kutokana na wananchi kuwa oga. Tunaomba sana mtupe ushirikiano kwenye kutatua kero, lakini kuna swala tumeona kuna kesi imefunguliwa ya kuhusu tozo za daraja. Mimi nitachukua jukumu la kwenda kumwona mkurugenzi wa NCCF ili kupata maelezo sahihi na kujua kiwango gani kinacholipwa na kujua makubaliano yaliyopo. Mwongozo utakuwa mzuri kwa makubaliano yaliyopo kati ya serikali na NCCF yamekaaje, yakiwa yako kimkataba, ni jambo la kuli kulifikiria sasa kwamba mkataba unasema nini, umemfeva nani, unasimamaje? Hapo ndio tunakuja kuelimishana na kujua tunakwendaje na hili swala la daraja, kwa sababu pia inawezekana mikataba inatufunga kutokana na huduma tulikuwa tunahitaji nyakati husika. Wakati huo linajengwa daraja lile, tulikuwa hatuna namna ya kupokea ujenzi wa daraja lile ili tupate huduma. Sasa tumeshakuwa wepesi na tumelitumia, tunaona kero, kwa sababu hatuna hiyo kero tena, lakini wakati linajengwa daraja lile tulikuwa tunaridhia hata kwa bei yoyote tuweze kulipa. Tunakubali kwamba liko kibiashara, lakini mkataba tuujue umekaaje, unatufeva wao kutoka na kurudi serikalini, au ni mkataba ambao hautatuliki kwenda kwenye ku, ku, ku, kupata nafuu ya, ya gharama kwa sisi Kigamboni halmashauri. Mipango ipo mingi, lakini tunapenda sana tujue halmashauri yetu vipaumbele vya msingi vinasimamiwa. Tuna upimaji wa viwanja kupanga mji. Kama eneo halijapangwa haliwezi kuwa zuri na kuvutia wawekezaji. Hii sasa, sisi tunaenda kusimama na kuhakikisha mji unapangwa unavyostahili, kutafuta wawekezaji kwa ajili ya kujenga mahoteli makubwa kwenye eneo letu, lakini kutafuta wawekezaji wawekeze kwenye uvuvi kwa ajili ya rasilimali uvuvi uliopo kwenye maeneo yetu haya yote, tutashirikiana na mkurugenzi, mkuu wa wilaya, mkuu wa mkoa na wizara husika, ili tufikie malengo ya kupeleka huduma kwa wananchi.